Poma maneno una sanga maneno inaendelea hapa ah -ah. Chusi tumepotesa kirani yaono pale, hii maneno ya mutafuruku watu nawaambia, mkiongea maneno mwangalie maneno yakuongela. Suyo musichana amekufa na ono alikuwa amesema ati huyu mtoto wa ya malisi mwezi mmoja yake si achali tu amekufa, lakini maneno ya ono ilisema inaonekana yeye ndo ameua ndio maana mimi maneno ya vienda vitina kwa mapoma a a. Shosh. Shoshi. Eh. Ah, ah. Shosh. Habari? Hey. Mzuri. Shoshi nilikuwa na dai unijenge uni hapo chuani nitakujenga jioni. Niku nikujenge? Eh yeah, chuani. Kwani wewe kwa iko imepomoka pomoka? Sijapomoka yani unijenge chuani. Chuani? Eh. Yeah. Chuani amefanya ni? Chuani unisaidie uni na 50 bob nitakurudishia jioni. Oh. Eh. Yeah. Siku hizi umeipa makuku sote umemaliza kwa poma Baka saida sa umefika pale pa kuniomba. Kuku nimeuza lini? Nimeuza lini kuku? Kuku ya kanisa pena ilienda wapi? Kuku ya kanisa sijui si, niliona hapo nje. Mimi venye ilikuwa hapo sikuiona. Uliiona hapo nje? Eh. Wakati tuliona na wewe pamoja kuku ya kanisa hapo nje. Mm. Kutoka hivi ni ruti, nikapata kuku ya kanisa, umepita naye. Na. Sema kweli kuku ilikuwa hapo. Mimi venye nilipita pale nikapita. Kweli sikuona kuku. Ukapita na kuku? Sio nilipita na kuku? Walai sikupita. Mama mwenye urusia hiyo kuku amekuja kwa ipoma akaniambia kichana yako aliniusia kuku mzuri, inajua kulea vifaranga. Mimi sikumuzia. Nani huyo mwenye alisema eh? Nimuzia kuku, si ni kwaona eh, si ni kwaona. Aona mimi naonana na kinaona wapi? Hata umuulize huyo aona, ananijua vizuri eh. Sasa ulikuwa unataka chwanyi, unasema chwanyi ama hamsini ya kufanyia nini? Ah, ndio ndikwa nataka nitumikie tu vizuri ndi, ni simu, ndio ndikwa nataka nilipe eh, si maneno na kuvuta bangi ah ah. Ilikwambia kichana wate. kifua itaosa Kifua itaosa uliacha, alafu chusi ulionekana umekaa pale kwa leli. Uliacha? mm. Ai kweli zenu. Kwa leli mnakaa bila kuvuta. Mimi niliwaacha tuvute siku hizi alafu baadae tunaendanga siku hizi kuomba. Kuomba. Eh. Kuombea kwa leli. Na maana ni maombi tu. Eh. Eh. Kwa kwa leli. Sasa ngoja Usi... sina hiyo pesa. Ukusunzaidia hiyo 50. Sina. Nilikwambia, nilikwambia tuzi. Mm. Tuende tu, tuingie kwa ile samba. Tumalize hiyo samba kupalilia. Hmm. Ukaniambia wewe hauna muda muta ya kuingia samba, unataka kufanya mambo yako. Ulikuwa city huko, hakuna pesa hiyo, hakuna pesa. Sina hiyo hamsini, enda ipa kuku. Saa hivi venye nimemaliza makuku kwa nyumba nimesema Sai siezi eka kuku ingine kwa nyumba. Si umezoea kwiba makuku eka kuku kwa nyumba na. Enda ipa zenye umezoea, weka tu, hakuna eh? Kuku itaibiwa sai. Mimi niko sai Utahitaidiwa na wewe ndo mimi. Uruhusu nipe hiyo chwani. Ah, hakuna pesa tu. Kama utaki kunipea chwani, sema tu, eh, nasema hakuna. Si unaniambia tu hivyo. Sasa tena unanipeleka tu hivi. Toka kwa samba. Mimi nime hata sijanunua hata sita lipa. Eh, usikose kulipa. Ukikosa kulipa si haina sita. Wewe akosa kulipa simu. Wewe ndo mwenye mnasema mnaenda kwa mitanda. Unanipea hata 50 ukinipea nte kwani itakuwa imemaliza mfuko wako. Eh, sitakuwa imemaliza mfuko. Wewe uh, ukienda wangi e, watu. Wewe,